Waziri Mkuu Dr Mwigulu Nchemba amesema Tanzania haiwezi kujenga uchumi wa kati endapo baadhi ya watendaji hawatekelezi wajibu wao ipasavyo. Dr Mwigulu amesema hayo Novemba 21, 2025 wakati wa mkutano wa hadhara ambao umefanyika katika uwanja wa Bombadia, Singida, na kuwataka watumishi kufanya kazi kwa bidii, maarifa na weledi ili kufikia malengo ya serikali ya kukuza uchumi. Tunasema tunatambua watumishi wa umma wanafanya kazi nzuri, na hata nchi hii kupiga hatua hii ya maendeleo ni kwa sababu ya ufanya kazi nzuri wa watumishi wa umma. Lakini tumesema kama ilivyo kawaida, hata kwenye familia wapo na wazembe ambao wamekuwa wakisababisha kero kwa wananchi wetu, wale wanaopiga danadana wananchi wanapokwenda kutafuta ufumbuzi wa kero zinazowakabili, hao ndio tunaosema hawatakuwa na nafasi. Mwananchi anakwenda kwenye ofisi ya serikali akiwa na jambo linalomsibu analifikisha, anatarajiwa apate ufumbuzi, na Mheshimiwa Rais amewezesha kila ofisi ikapata kitendea kazi ili waweze kuwasaidia Watanzania anafika pale lugha anayokutana nayo si njema. Anafika pale anasikilizwa, anapigwa kalenda, uje kesho. Anafika pale anasikiliza, anaambiwa uje kesho kutwa. Kesho kutwa akirudi, anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akifika, anaanza kuulizwa hivi, ulisemaje? <coughs> huu sio uelekeo Dokta Samia anaoutaka, na sisi wasaidizi wake tutafuatilia haya kama Mtanzania amefika kwenye ofisi ya serikali, watendaji wote serikalini, chukua kumbukumbu kumbu ya jambo analofuatilia. Umelipatia ufumbuzi? Weka alama kwamba hili limeisha. Limekuzidi kimo, wewe mwenyewe lifikishe kwenye ngazi inayotakiwa. Hiyo ndiyo maana halisi ya kusogeza huduma karibu na mwananchi. Kama tutakuwa tunapokea hoja tunasikiliza na kupuuza, tunamwacha mwananchi mwenyewe ahangaike mpaka aende makao makuu, nini maana ya kusema tumesogeza huduma kwa mwananchi? Kama mwananchi anaendelea kufuata jambo lake Dodoma, nini maana ya kuwa na serikali pale alipo? Rais amewezesha miundombinu miundu, amewezesha vitendea kazi ame, amewezesha magari mengi kwa ajili ya wa, wa, wa, watumishi watendaji serikalini kuwafikia wananchi, amewezesha pikipiki wawafikia wananchi. Haya magari yameanza tu kuwa na kazi moja ya kwenda kwenye mkutano kwenda kwenye, kuendea kwenye semina na matembezi hili jambo hili jambo ni lazima tubadili uelekeo. Kwa wakati huu, nawakumbusha utaratibu tunaotakiwa kutumia. Mwananchi mtanzania akifika ofisini asikilizwe, atafutiwe ufumbuzi wa jambo lililompeleka pale. Kama ngazi hiyo, kama ngazi hiyo haina majawabu ya jambo hilo, ofisi ya serikali ifikishe kwenye ngazi inayoweza kutoa jawabu la jambo hilo huo ndio utaratibu wa kumrahisishia mtanzania wa kumsogezea huduma alipo. Katika mkutano huo, waziri mkuu pia ameeleza kuwa dhamira ya serikali ni kuendelea kuhakikisha nchi inabaki salama, yenye mshikamano na inayolindwa na Watanzania wote. Jambo moja, kila wakati tunapotafakari mambo yetu tukumbuke jambo moja, Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Tanzania si mali ya serikali, Tanzania si mali ya serikali, Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Nawaambia vijana wa Tanzania, Tanzania hii si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Tena vijana ndo warithi wa nchi hii. Mungu ametupa nchi. Tuilinde. Sasa na Tanzania eti leo hii eti leo hii miaka hii eti baada ya kuwa tumegundua gesi nyingi itakaotufanya tuwe nchi yenye gesi nyingi duniani. Eti ndio Tanzania eti ndio mwaka wa Tanzania wanachukiana eti katika miaka ambapo nchi yetu imegundua madini adimu, rare minerals. Eti katika miaka ambayo Tanzania imekuwa miongoni mwa nchi chache zenye madini yasiyopatikana duniani, eti ndio Watanzania wanachukia. Eti katika miaka ambayo Tanzania imeboresha bandari yake, Tanzania imejenga reli ya kisasa ambayo kwa dunia nzima itakuwa reli ya tano kwa urefu itakuwa reli ya kwanza kwa urefu Afrika, itafungua biashara za ndani ya nchi na na namna nchi jirani. Katika mwaka ambao sekta ya utalii inakuwa, eti ndio Watanzania wamejifunza kuchukiani? Twendeni tuamke. Mimi nawaambieni kwa mifano niliyonayo waliowahi kufa, kufanyiwa nchi zenye rasilimali za, za kipekee ina sifa zote za kwamba kuna watu wanatolea macho rasilimali zenu ina sifa zote hizi dalili zina sifa zote aidha Dk. Mwigulu amesisitiza kuwa uwezo mkubwa wa tanzania uliopewa na mungu kwa kuwa na rasilimali adimu kama madini, gesi na utajiri mwingine ambao umeifanya Tanzania. Hivyo wananchi, msikubali mgawanyiko unaochochewa na wale wanaokerwa na mafanikio ya nchi zetu. Ni mkwama Daily News Digital.